Tukio la kusikitisha la kushambuliwa vibaya kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC Padri Dr. Charles Kitima lililotokea Jumatano ya Aprili thelathini mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, uh, huko Kurasini jijini Dar limeibua kumbukumbu kumbu ya tukio jingine kama hili lililojiri huko nyuma likimhusisha aliyekuwa katibu mkuu wa baraza hilo la maaskofu Katoliki Tanzania TEC, na makala hii inatupia jicho tukio hili la Dr. Kitima pamoja na hilo lililojiri wakati huo, na kuangalia kama kuna uhusiano na pengine uhusiano huo unaweza kutoa picha ya kuweza kuelewa yanayoendelea chini ya carpet. Mnamo saa nne usiku wa Jumatano ya April thelathini mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC Padri Dr. Charles Kitima alivamiwa na kujeruhiwa vibaya nyumbani kwake katika makao makuu ya TEC Kurasini jijini Dar es Salaam. Tukio hili lilithibitishwa na barua rasmi ya TEC iliyotolewa tarehe moja Mei mwaka huu 2025. Kwa wanaofuatilia historia ya TEC, yani, hili baraza la maaskofu Katoliki Tanzania, tukio hili la dhidi ya Dr. Kitima linaibua kumbukumbu yaliyojiri yali mwaka elfu mbili na kumi na nane wakati ambapo marehemu Padre Raymond Saba aliyekuwa katibu mkuu wa TEC wakati huo alinyang'anywa uraia na kuteswa baada ya kusoma waraka wa kichungaji uliotolewa na TEC. Na swali linabaki, je, matukio haya ni ya bahati mbaya au kuna muundo unaojirudia dhidi ya hawa watendaji wa taasisi hii ya TEC? Sasa, TEC ni taasisi ya juu ya Kanisa Katoliki Tanzania inayojumuisha maaskofu kutoka majimbo yote ya Tanzania. Katibu mkuu wa TEC ni ofisa mtendaji mkuu mwenye jukumu la kuratibu mawasiliano rasmi, kusimamia shughuli za kitaasisi na kuwasilisha kauli za kichungaji. Viongozi wa nafasi hii wamekuwa mstari wa mbele kutoa kauli zenye kugusa masuala ya kijamii, kisiasa na haki za binadamu. Na hii inatokana na ukweli kwamba Kanisa Katoliki limetapakaa nchi nzima. Na maaskofu katika utendaji wao uh, ni kama wakuu wa mikoa kwa sababu uh, kanisa la mkuu wa, wa jimbo katika, kanisa, katika muundo wa kanisa Katoliki ndio askofu na majimbo. Muundo wake kwa namna fulani ni kama mikoa. Kwa lugha nyingine, askofu ingekuwa katika nafasi ya kisiasa, anaweza kuwa kama mkuu wa mkoa. Sasa kama ambavyo tunawafahamu wakuu wa mikoa wanavyoeleza mambo mbalimbali kuhusiana na mikoa yao, ndivyo ambavyo maaskofu wanavyoeleza masuala mbalimbali kuhusiana na majimbo yao, ambayo ni kama mikoa katika Uh, mfumo wa utawala katika serikali sasa, wanapokutana kwenye baraza lao hili ni kama wakuu wa mikoa wakutane pamoja na kuelezea yanayotokea katika mikoa yao. Sasa yule atakayetoa taarifa maana yake anatoa taarifa ya yanayowahusu wananchi katika majimbo yote yanayowakilishwa na maaskofu hawa. Ndiyo maana mtendaji mkuu wa baraza hili mara nyingi anaonekana kama anatoa maoni yake binafsi na hata juzi wakati Dr. Kitima alipotoa tamko la, uh, la baraza la maaskofu wa Kanisa Katoliki TEC kuhusiana na masuala mbalimbali yanayoendelea nchini, baadhi ya wapinzani uh, wa TEC uh, ikiwa pamoja na hao wanaitwa chawa wa Chama cha Mapinduzi walikurupuka na kudai kwamba maneno yaliyoongewa na Padre Kitima yalikuwa ni yake binafsi na wala sio msimamo wa TEC. Ni wazifu ambao kwa kweli ni kama wakubebeshwa lawama kwa sababu msemaji uh, katibu mkuu wa TEC ndio mwenye jukumu la kutoa taarifa, kutoa nyaraka, kutoa waraka uh, nyaraka zinazotolewa uh, na baraza hili. Kwa hiyo uh, mnamo Februari kumi na nne mwaka elfu mbili na kumi na nane TEC ilitoa waraka wa Kwaresma kama huu uliotolewa juzi uh, waraka wa Kwaresma na Pasaka ulioandikwa na kusainiwa na maaskofu thelathini na tano kutoka nchini kote waraka huo ulilaani vikali vitendo vya serikali ya wakati huo kuvinyima vyama vya upinzani haki ya katiba ya kufanya mikutano, maandamano na makongamano. Kama mnavyokumbuka, um, serikali awamu iliyopita ya marehemu uh, John Magufuli ilipiga marufuku shughuli zote za kisiasa uh, kwa vyama vya upinzani. Maana CCM waliendelea kufanya mikutano, waliendelea kufanya shughuli zao, lakini vyama vya upinzani vilipigwa marufuku. Kwa hiyo Uh, baraza, ku, baraza hili la maaskofu Katoliki lilitoa waraka wa kulani hicho kilichokuwa kikifanyika wakati huo. Waraka huo ulisomwa hadharani na katibu mkuu wa wakati huo marehemu Padri Raymond Saba. Muda mfupi baadaye, idara ya uhamiaji ilimnyang'anya uraia wake na kudai kuwa si Mtanzania. Alilazimishwa kuonyesha makaburi ya babu zake kuthibitisha uraia wake. Alinyimwa haki za msingi na baadaye afya yake ilidhoofika na kukumbwa na maradhi ya shinikizo la damu, figo na moyo. Baada ya matibabu na nchini India na Vatican, hali yake ilidorora hadi alipofariki mwaka elfu mbili na ishirini na moja na kutufuatia, yaliyomkumba Padre Saba ndiko kulikopelekea mabadiliko ya uongozi katika nafasi hiyo ya katibu mkuu ambapo baadaye alichaguliwa Padre Kitima kushika nafasi hiyo kwao baada ya Padre saba kuondolewa kutokana na shinikizo la serikali. Kulikuwa na shinikizo la serikali la kumtoa katika nafasi hiyo, lakini pia kulikuwa na shinikizo la serikali dhidi yake i mwenyewe. um, TEC ilimte, ilimteua Padre Kitima uh, kuchukua nafasi ya katibu mkuu. Um, na, kwa sababu ya sifa zake kitaaluma na, kita na ujasiri wa kiongozi. Na katika miaka hivi karibuni Padre Kitima ameendelea kuwasilisha ujumbe wa TEC kuhusu masuala ya haki za binadamu, uchaguzi uh, wa haki na huru, lakini pia masuala ya kiimani. Na siku chache kabla ya kushambuliwa Dr. Kitima alitoa kauli iliyosema wazi kuwa serikali haina mamlaka ya kuwapangia viongozi wa kidini nini cha kusema, hususan kuhusiana na maovu ya kijamii na kisiasa. Sasa tukio hili lililotokea juzi ambapo Father Kitima alishambuliwa katika makao makuu ya TEC Kurasini, um, limeibua kumbukumbu -kumbu ya hili tukio lililojiri mwaka elfu mbili na kumi na nane. Na baraza la maaskofu lilithibitisha kuhusu kilichotokea kwa Father Kitima na kulaani na kutoa wito kwa jeshi la polisi kuchukua hatua za haraka um, kabla ya shambulio hili dhidi ya uh, Padre Kitima kumekuwepo na mfululizo wa matamko kutoka kwa viongozi wa serikali na wapambe wao wakitaka taasisi za dini zisiingilie masuala ya siasa. Kauli hizo zilikuwa na lengo kali likionya viongozi wa dini kutotoa matamko ya siasa, hasa kuhusu uchaguzi. Miongoni mwa waliotoa kauli hizo ni pamoja na rais mwenyewe yani Mama Samia sulu Hassan, lakini pia mmoja wa wapambe maarufu wa CCM anayefahamika kama Steve Nyerere. Lakini pia kama tulivyoeleza katika makala iliyopita kada mmoja, well, pengine maarufu japo si maarufu sana pinduzi, wa Chama cha Mapinduzi kwa jina Frey Cosseny, yeye alimtisha waziwazi wazi Father Kitima na kumwambia kwamba dawa yake iko jikoni. Kauli hizo pamoja na shambulio hili dhidi ya Father Kitima zimeibua hofu ya mazingira yanayowalenga viongozi wa dini wanaopaza sauti za haki katika matukio haya mawili japo ni tofauti, viongozi wawili wa waandamizi wa wa TEC, marehemu Padri Raymond Saba mwaka 2018 na kumi na Padri Dr. Kitima mwaka huu 2025, wamekungwa na madhila mara tu baada ya kutoa kauli kali kuhusu ukiukwaji wa haki za kikatiba. Marehemu Saba alinyang'anywa uraia na hatimaye kufariki na Padre Kitima amevamiwa na kujeruhiwa. Wote hao wawili walikuwa makatibu wakuu waliowasilisha waraka rasmi kutoka TEC. Na kuhusu hili la uh, marehemu uh, Raymond Saba, kulikuwa na hisia ambazo hazijawahi kuthibitishwa kwamba huenda aliwekewa sumu, kwamba kifo chake ya yumkinika kuhisiwa kuwa kilitokana na um, hujuma dhidi yake, lakini hili yalikuwahi kuthibitishwa, na nyakati hizo kulikuwa na mazingira wakati huo yalikuwa magumu, sio tu kwa wanasiasa lakini pia hata kwa watu wengine waliokuwa wakikosoa yaliyokuwa yakiendelea. Kwa sasa, Padri Kitima anaendelea kupatiwa matibabu. TEC imetoa wito kwa, wa uchunguzi wa kina, lakini kwa waliotazama historia maswali haya ni halali. Je, tukio hili linafanana na lile la Padri Saba? Je, kuna muundo wa kuwalenga makatibu wakuu wa TEC? Je, hii ni coincidence au ni sehemu ya mkakati wa kimfumo dhidi ya taasisi za kidini zinazotoa maoni huru? Jasusi TV inaendelea kufuatilia swala hili, lakini ni muhimu kwa jamii kuleta kufanya mjadala kuhusiana na maswala hiyo. Wakati huo, ni muhimu pia kutohusisha na masuala haya na tofauti za kidini, kwa sababu kwa Tanzania moja ya fault lines wanavyosema wajuzi wa wa, wa, wa, wa siasa za Tanzania moja ya fault lines za fault lines ni mianya ambayo inaweza kuleta matatizo ni masuala ya kidini. Kwa hiyo ni muhimu kwa wananchi kuepuka kupelekwa na hisia za kidini, lakini pia ni muhimu kwa serikali kuhakikisha kuwa inachukua hatua stahili pale inapohitajika na iwe kubali ikubali kukosolewa. Sio kila anayekosoa aishie kuonekana kama ni adui. Basi mimi naomba niishie hapa, karibu kwa maoni. Asanteni.